Kitundu, unashikia mashariti hayo ya mganga, hilizi unaifyatika kwenye kishundu hadi siku ambayo utahakikisha kabisa mchangaji umekuweka ndani na kila kitu kipo vizuri. Unayaweza hayo kitundu? Ya kufyatika hilizi kwenye kishundu, hiyo nayo inahitaji moyo hiyo, shemtoi mwanangu, hilizi hilizi kabisa mwanangu Mtoto wa kiume ilizi kweli, unaifyatika unaiweka kwenye kikatanya kweli? Mbona kama masharti yao magumu, mwanangu. Wewe unayaonaje? Mimi mwenyewe naona kama haijakaa sawa mwanangu, afu isitoshe sisi ni magentleman kweli. Gentleman unachukua ilizi unaifyatika kwenye kikatanya, na afu ukitaka kujisaidia unaitoa kwanza, unajisaidia, unajisafisha, unairudisha tena. Sasa wewe ubakaji wa juu kwa juu, hiyo swala haliwezekani. Mimi naona kama ni kazi ngumu sana, tunaweza kumwomba atubadilishie masharti Ndugu mganga mkuu wetu, samahani, tunakuomba baba, kama unaweza kutubadilishia masharti hayo kidogo. Yamekaa kinaniliu kibakaji bakaji hayo. <laughs> yamekaa kibakaji bakaji. <laughs> <laughs> Kweli, ndio maana nimewaambia vijana, siku zote hakuna mafanikio yaliyo rahisi, lazima uteseke, udhalilike, ndipo ufanikiwe. <laughs> na hii dawa ya kupata mishanga zenye hela Shariti lake ni moja tu, ndio hilo la kufyatika hiyo hilizi inayokupa kwenye kishundu. La, hamwezi kufanya hivyo, basi huu mchongo nyewe umeushindwa. <laughs> Ah, huu mjee naye anataka tu kutujalilisha, ina maana hata shamu alivyokuja huku shamu kafyatika hilizi kwenye kishundu, mbona kama sisi, anataka anatuonea sana bwana, hiyo mashariti yake nayo nayojaa naye mjee. Lakini imagine, mwanangu, kama ukifanya hivyo Mchongo unatiki haraka, yani unapata mshangazi papo kwa papo. Kwa nini tusijitoe, au mmoja kati yetu mimi na we ajitoe, afanye hivyo? Akipata mshangazi, basi anamwokoa mwenzake kimaisha. Basi mwanangu, ye jisacrifice, jitoe, fanya mwanangu. A, a, fanya wewe kitundu. Wewe ndio itakuwa unyama, kwa sababu wewe unajua kidogo, angalau wewe kidogo, mwenzangu una mwili, mimi bado kadogo kadogo. Wewe una mwili angalau unaweza ku survive. Kwa hiyo wewe mwanangu shamtoe wewe mimi hapa kikatanya changu ndio unaona hakina thamani, si ndio mjomba? Ah, ah, sio hivyo Kitundu. Mimi sijamaanisha kwamba wewe ndio hivyo. Alafu ah, shikilija hiliji haiwezi karibu mfumo wako wa nya. Oh, uh, hiliji si ndogo tu. Wewe we, hapo unataka tu niingize mimi cha kike we, hapo we, we. Kujua, we, yako, we. Kitu, na mimi nakujua wewe ndio mambo yako hayo. Kila kitu unanisingizia mimi hapa. Hata kule umenituma mimi nimetiwa makofi, nimepelekwa selo, umenikimbia. We ndo mchezo wako mwanangu, ey. Alafu unasema eti ndogo, una uhakika gani kama ni ndogo? We umeiona wapi eti, eti mganga? Kwani hiyo irizi ina ukubwa gani gani iyo? <laughs> irizi ni kubwa kusema kweli, nisiwadanganye, nisiwe mnafiki hilizi ni kubwa, ina ukubwa wa dole gumba la mguu. <laughs> Kwa hiyo lile unalilazimishwa, unalifatika hapo kwa muda. <laughs> Vijana, mimi niwaambie tu, kama hii kazi hamuiwezi, basi ondokeni, hakuna haja ya kuhangaika. Kazi zipo nyingi, nendeni mkapalilie tumbaku, kalimeni ufuta, mtatoka kimaisha. So hadi upate mshanga zweni hela kama masharti yamewashinda Fiatukeni, ondokeni. Oya, kwa hiyo tuondoke au utameneji kama tuondoke, twende tukafanye shughuli nyingine, tutafute michongo ya kupalilia tumbaku kama alivyo sema mganga, tukalime ufuta tuchakae, au utameneji kufiatika dole gumba hilo na niliwe, eti dole gumba tena hiyo iliji kwenye kishundu? Maana hiyo uh, uh, haitakaa muda mrefu sana tu, ukishaokota mshangazi tu tayari unaitoa mbona, alafu inawezekana tu tukifika mjini tu hapo hapo ukaokota mshangazi zichapo Nitajaribu ntameneji, lakini kama hii siku ya leo ikapita hatujaokota tu mshangazi, mimi naitoa mwanangu. Mganga tuko tayari? Eti tuko tayari? Yuko tayari, jamaangu hapa. Tunachukua iliji moja tu. Huyu jamaa akipata, nami nimepata, sisi wote familia moja. Haya, anaitwa kitundu, kitundu, kitundu, kitundu, kitundu Kitundu apasukia kwenye kishundu cha kitundu, acha niwape hilizi muondoke na unaifyatikia hapa hapa. Asa we nawe, handsome boy, jamani, unaanza kunitolea macho wakati nimekuuliza swali. Au swali ni gumu, unashindwa kulijibu? Nimekuuliza huyu mama kila siku huwa anakupaga shingapi? Mimi oh, mimi acha nikwambie ukweli tu bikachala, ukweli ni kwamba huyu mama bikidawa huwa anani